anachinjiwa kwa mbuzi mbili nae, au kondoo mbili. Ikiwa mtoto wa kike anachinjiwa mbuzi mmoja au kondoo mmoja. Na hii aqiqa uh, ina masharti sharti shart ya huyu uh, uh, kuchinja ya aqiqa iwe siku ya saba ya kuzaliwa ule mtoto. Ile siku ya saba, mtoto ishafika siku ya saba, ananyolewa nywele ananyole, anapimwa nywele zake zile kwenye uzani alikuwa akifanya hivyo, yani anapima kwenye mizani, kitokea gramu ngapi, anatoa sadaka kwa ile gramu, na anapewa jina ile mtoto siku ya saba, na anachinjiwa anachinjiwa mbuzi. Ikiwa mtoto wa kiume atachinjiwa uh, mbuzi mbili kama nilivyosema, na mtoto wa kike atachinjiwa mbuzi mmoja. Katika sharti ya huyo mbuzi, sio mbuzi yote ukaenda ukamchukua, au kondoo yote ukamchukua, au mnyama yote ukamchukua, la lazima awe Uh, hana hana ugonjwa, hajakata masikio, hana aibu yoyote huyo mnyama, yani mnyama msafi kabisa na mzuri, ambao unamkaribisha yani wewe una, unatoa kama vile sadaka yako kwa ule mtoto, kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu akupa huyu mtoto, unatoa sadaka na kumshukuru Mwenyezi Mungu. Sasa ukitaka kumkaribishia Mwenyezi Mungu, unamkaribishia kitu kizuri, sio kitu kambacho kavunjika mguu au anachongo au pembe lake limetoka am abadal. anatakiwa awe mbuzi au kondoo mzima kabisa kabisa hana aibu yoyote ile, na awe kiwa mbuzi awe ameshafikisha mwaka, kuanzia mwaka anapanda juu, lakini kiwa kondoo anaweza kukubaliwa kuanzia miezi sita. Hukumu yake nini ya alaqiqa? Sawa, ndivyo sema ni sunna, sunna ya Nabii sallallahu alaihi wasallam, sunna muakkada liana Nabii sallallahu alaihi wasallam ameamrisha kuchinja kwa, kwa mtoto akizaliwa na kama nilivyosema uh, uh, kama vile wanavyochinja udhia kwenye Eid, pia na lazima nafsi sharti za yule mnyama kwenye kwenye Eid ya nafsi sharti za mnyama ambaye anachinjwa siku za kawaida. Na unachinja siku ya saba, ikiwa kuweza siku ya saba, kwa umetokea tatizo lolote lile, utafanya siku ya uh, 14 ya kuzaliwa mtoto. Ikiwa hutaweza kufanya siku ya 14 utafanya siku ya tarehe 21 ikiwa hujaweza kufanya siku ya tarehe ishirini na moja halas ba baada ya hapo siku yoyote ile unachinja unamchinjie yule mtoto ikiwa kuweza siku ya saba kwa hiyo fanya siku ya kumi na nne ikiwa utaweza siku ya kumi na nne ufanye siku ya ishirini na moja ikiwa hutoweza kufanya siku ya ishirini na moja kwa hiyo haina neno wakati wote utafanya baada ya hizo siku ya ishirini na moja lakini sunna iwe saba au kumi na nne au ishirini na moja

ambaye ambaye hajamchinjia mtoto wake, na akifa akifa yule mtoto hatopewa shafaa youm alkiama. Yani kiwa ujamchinjia mtoto wako, alafu mtoto amefariki, youm alkiama hupati shafaa ya yule mtoto. Unajua shafaa nini? Yani yule mtoto atakutetea, huingia peponi, hasa ikiwa ukumchinjia. Wanasema baadhi ulama unakuwa umefanya nini? Umejiharimishia nafsi yako na ile shafaa ya ule mtoto ambaye amefariki naye mdogo, manake watoto yaumal qiyama wanasimama mlangoni kwa wapepo wanakataa. Kwa Allah anawaambia ingieni peponi, watoto wa Kiislamu wanakataa kuingia peponi, si si, anasema siingii mpaka aingie baba na mama, siingii mpaka aingie baba na mama. Sasa ukiwa umemchinjia utapata ile shafaa biidhnillah. Sababu yake ni kumuondoa yule mtoto asipate na shetani, unamlinda na, sh, na shari za shetani. Yani, mtoto ambaye anachinjiwa yule mtoto anakuwa yuko analindwa na hata, na mashaitani yani, hata mtoto ambaye ana maasi sana ana ubaya sana na, mtoto hamjui mzazi maka shetani anakuwa mtu yule mtoto, Mwenyezi Mungu anamjalia anamlinda, maka shetani atamkuta, mtoto akikua hamjui baba hamjui mama hana adabu hana nini lakini ikiwa umemchinjia biidhni illah, mtoto yule atatokea ambaye atakufaa we mzazi, kabla ya kumfana na uh, atafaa nafsi yake. Kwa hiyo anasema, kwa hiyo shafaa kumwokoa mvulana kutoka kwa shetani na kumlinda kutoka kwake, na hii pia faida ya kutoa akika. Faida yake nini? Kwanza sadaka, unatoa sadaka, unajikaribisha kwa Mwenyezi Mungu

Yani awe mrithi mtoto. Mtoto anafaa sana, watoto wanafaa, wana faida kio, atakuombea, atatokea mtoto mwema, atakuombea hata ukifa, atakuangalia uko hai, hatukutupa uh, ukishakuwa mtu mzima, yeye atasimama na wewe kwa ujuku. Kwa hiyo sasa umepata hii neema, namshukuru Mwenyezi Mungu, nasema alhamdulillah, kanipa neema. Ndio bana, tunachinja ile aqiqa. Alafu ukichinja pia, unasema unatatua uh, unatatua dau kwa mtoto mchanga unatatua ile, sio unasema utapata shafa'a ya ule mtoto. Kwa hiyo ukichinja, uko mpata ile, katika faida ni ile kupata ile shafa'a ya ule mtoto, na pia inakuwa fidia. Wewe unatoa fidia kwa Mwenyezi Mungu kwa kukupa ile, kukupa ule mtoto, kama alivyotoa fidia Ibrahim alayhisalam. Ibrahim alitaka kumchinja mwanae Ismail, Allah akampa fidia kondoo, akamchinja. Na wewe ukifanya hii, ukichinja, kama vile umefanya hiyo fidia kwa huyo mtoto. Halafu unajua ile uh, nyama ya mtoto uchimbuzi. Uh, ukisha chinja utafanya nini? Uh, utagawa sehemu tatu. Sehemu ya kwanza utatoa sadaka. Yaani utagawa theluthi tatu, theluthi ya kwanza utatoa sadaka theluthi, ya pili utatoa zawadi ana yaani, sadaka na unataka wapa wewe watu maskini. Sadaka sio unampa mtu yote. Sio mtu yote anakubalia sadaka la lazima awe maskini, anahitaji ana shida, ule ambaye anasema ha, hana chakula cha kumtosha yule maskini, unampa sadaka. Na fa, na fakir, fakir yule ambaye hana kabisa hana kabisa kabisa, yule hana anaitwa fakir, yule pia anapoa sadaka. Na maskini utamkuta anacho kidogo, lakini hakimtoshi. Mfano na watoto kumi, na watoto watano, kinaitwa chakula wana komba komba, hawatoshi, yule anakuwa maskini anapewa sadaka. Halafu theluthi ya tatu wewe mwenyewe unakula nyumbani, unaalika watu, ndugu zako, unaalika marafiki zako, unawaalika majirani zako, mnafanya chakula mnakula, naitwa ndo afu mnakutana mnafurahi siku hiyo. Kwa hiyo hii aqiqa ina faida kama hivyo, mtakutana na ndugu na jamaa. Leo na aqiqa, jamani, njooni idhani. Hii aqiqa ina gaiwa sehemu tatu, sehemu anapewa wa, wa masikini, na sehemu anapewa, unatoa zawadi kwa watu ambao wenye uwezo wao Mtu ana uwezo, jirani yako ana hela na kila kitu, unampa zawadi. Rasul sallallahu alaihi wasallam alikuwa hali sadaka, hachukui sadaka, lakini alikuwa anapokea zawadi. Alayhi salatu wasallam anapokea zawadi. Hata kama wewe tajiri, pokea zawadi, zawadi usikatae. Na kitu cha tatu na, mnakula nyumbani wenyewe, mnapika nyumbani, mnakula, ila unagawa sehemu tatu: sehemu ya kwanza sadaka, sehemu ya pili unampa zawadi, sehemu ya tatu mnakula wenyewe nyumbani. Na hukumu ya hii Uh, sadaka yani, mathalan umezawa uko Tanzania uko au uko Saudia uko nchi yote, ume, ile mtoto kazaliwa pale, ile nchi alozaliwa mtoto ile ndio nchi ambayo akuchinjia ile, uh, uh, sadaka hiyo ya aqiqa inachinjwa kwa aqiqa mahali alipo, alipozaliwa mtoto. Ikiwa mathalan uh, baba hayuko, yuko nje, yule baba anaweza akamwakilisha mtu akamchinjia yule eh, mtoto kwa, kwa wakili wakili, basi ampe wakili, basi nichinjieni mimi jamani, nitakutumieni hela. Au inajuzu pia akachinjiwa nchi nyingine, mathalan mtoto yuko Tanzania au eh, Kenya au Dar es Salaam au wapi, na baba nayuko mathalan Mombasa, Kenya, Uganda, anasema mimi nitachinja basi huko, kwa inshallah, wanasema maulama inafaa, ina, ina kuchinja hata kama uko nje ya nchi Naakika, kakua, na akika lazima iwe mali ya baba, sio mali ya mtoto kakuwa au ana mali yake unachukua mali ya mtoto unachinja, la lazima iwe mali ya baba. Ikiwa baba hana mali inaweza kuchinjwa kwa mali ya mama au mali ya babu ya bibi, lakini huwa sahih kabisa kabisa ni kwanza iwe mali ya mzazi mwenye yule baba baba wa mtoto. Ikiwa hamna anaweza au hana uwezo, anaweza mama akachinja au

Mfano mtoto amekuwa na hakuchinja, haina neno, lakini ana hela anataka kuchinja. Wazazi wake hawakumchinjia walikuwa hawana au hawajui, haina neno, unaweza akachinja. Lakini hii hasa ni haki ya kwa haki ya baba, ndo anatakiwa achinje. Tayyib, nimesema aa... Lazima huyo uh, mnyama ambaye atachinjwa awe na masharti. Kama nilivyosema mbuzi awe na mwaka na mzima kabisa, hana chongo, hana aibu, hana hajakonda konda, yani maanake unamtolea sadaka, unatoa uh, qurba ila Allah. Lazima kitu kiwe kizuri unachopeleka, sadaka kinakuwa kitu kizuri, sio sio kitu chochote. Sawa, na weka nia mzazi kwamba mina na nachinja hii sadaka kwa akika ya mwanangu. Ikiwa wa kiume utawachinja mbili, ikiwa wakike utachinja moja inshallah. Nimefikia mwishoni wa hii e, akika inshallah, Mwenyezi Mungu atukubalie. Ambaye hajafanya haja, ikiwa ataweza kufanya afanye, ambaye hakujaliwa tena ni yake, ni Sunna, lakini ikiwa una uwezo wa kuchinja, una uwezo wa kuchinja unachinja. Lakini mathala mtu atachinja ng'ombe inaweza kuwa na juzu, lakini kuku sijasikia kama make. Kuku kitu kidogo, hakuna mtu anachinja kuku kwa sababu amkaribishie Mwenyezi Mungu. Hadha wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wasahabih ajmain.